Kitendo cha kuwa cha kufanya tahara, mojawapo imma ya wudhu wa imma ya kuoga wa imma ya kutayammam, ni kwa sababu Mungu hataki nyinyi mpate taabu, Mungu hataki nyinyi msumbuke. Ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum Mwenyezi Mungu hawatakieni mpate taabu msumbuke, Mungu anataka nyinyi mjitoharishe. Angalieviroso pointi muhimu sana hii, Mungu anataka nyinyi muwe tohara. Sasa wakati mwingine mtu anadhania kwamba mimi nimetoka gere, nina nina, nina oili kwenye mwili wangu Sawa sawa sawa nina oili, oili kwenye mwili wangu, je, naweza kuswali? Si lazima si lazima nikatafute maji nikoge nibadilishe nguo nivae nguo, nguo, nguo, nguo, nguo nyeupe Mungu anasema la nyupe. Mungu hataki msumbuke, yuridu li yutahhirakum, Mungu anataka mchukue tahara. Sasa kitendo kile cha kukosha uso sawa sawa na kukosha mkono wa kulia wa kuume na kuosha, na kuosha mkono, mkono wa kushoto na kupaka juu ya kichwa na kupaka juu ya miguu miwili. Mungu, kwa nini hilo? Kwa sababu hataki msumbuke. Naam, umelala na mama uka, mkafanya tendo la ndoa au ukatokwa na maji yanayomtoka mwanamume, eh, hapo lazima ukaoge. Kwa hiyo Mungu, Mungu anataka twahara isifahamike kwamba kwa ni kuondoa jasho, na i pointi muhimu sana Mungu hataki, hataki mumfahamu kwamba twahara mnukie, mnukie mafuta, mafuta mazuri ndio ukaswali. a a, na ndiyo maana ndugu zangu, kama, kama utachukua udhu, udhu wako umekamilika, unakwenda msikitini.